katika majalis, tuna semina zetu, kwanza usoma Qur'ani. Haya yote hayana dalili. Shekhe mwingine akwambia ah, lakini shekhe Qur'ani hii, ala wewe umejua uzito wa Qur'ani kuliko mtume? Kwani mtume hakuwa na vikao na maswahaba, mbona kumwambia Abu Bakar, Abdullah bin Masud, hebu soma Qur'ani kidogo? Ikiwa kwenye harusi, tukikwambia tutaka dalili ya Qur'ani, watuambia lakini Qur'ani ina uzito. Kwani mtume alikuwa hajui uzito wa Qur'ani?

Qurani kusoma kabla ya akdi si sunna ya Mtumi wala maswahaba yafanywa, lakini sisi tuweka ishma. ah ha, sawa. Lakini kwa nini sana? Sisi tumefanya lingine halina dalili, lakini ni ijtihadi wanawazuoni. Kwa nini hamtuheshimu? Kwa nini hamkadiri wale wanawazuoni wetu? Au permit mulipewa nyinyi tu? Mashekhe zetu alipokuja ka ofisi zimefungwa, hawakupata mabuku kuchukua. Permit hizi mlizipata watu fulani tu kwa hiyo mabuku ikawa mnayo nyinyi, rejista mnaomtaka, ndio mwampa, mnalotaka mtalifanya. Lakini mashaka wengine walipokuja ah, wakurubia pale ofisi za fungwa tena, ikawa ni kufungwa kufungwa, hazikufunguliwa tena. Hii jamani, subhana ka hadha buhtanu adhim, kuonekana huku watu wakiamua wa kuzua huzua, lakini wengine saa wakizua ndio wa huonekana hawajui dini, hawana Uislamu. Tusende namna hii, lazima tuwe na adab.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 na mtu kitabu akitaka, ni muhimu sana akisome, angalie namna ulamau Saudia walivyokwangurana wao kwa wao katika masala ambayo wametumia mujaradul ijtihadi, hayana dalili kwa mtume na kwa masahaba, lakini ijtihadi zao zimekwenda, na ndio wale mwingine, mwanachuoni wa Kuwait al-Sheikh Yusuf Said Yusuf bin Hashim ar-Rifa'i huyo, ndo akaandika kitabu akakipa jina nasihatun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 hata kama tumetofautiana, na nataka na wengine tuheshimiane hata kama tumetofautiana. Hivi ndio tutaishi na hivi ndivyo watu walivyoishi.